ingia ndani ya kanisa kwa ajili ya masifu ya jioni moja ya Dominika ya tatu ya Pasaka ambaye ataongozwa na Mwasham Agustino Shao wa jimbo la Zanzibar. Na wengine tutaingia ndani, lakini wengine tutabaki nje kutokana na nafasi ama ufinyu wa nafasi ndani ya kanisa. Maandamano yakifika mbele ya lango, mbele ya altare, Mwashamu Agustino Shayo CSSP atasali sala ya kumwombea Baba Stefano Musomba kwa utume wake katika jimbo hili jipya la Bagamoyo, naye ndiye atatuongoza kwa masifu ya jioni.